Kwa mfano kama wewe ungekuwa unatakiwa utoe ushauri kwa serikali mm, au vyuo vikuu au katika kutengeneza mitaala ya shule, kuna vitu gani ambavyo ungewashauri wavibadilishe au waviboreshe ili vijana ambao wangetoka katika mifumo yetu wa kielimu wa, wa Kitanzania wa, ki wanaweza kuwa competitive au wana uwezo wa kufanya kazi katika uh, mazingira ya kimataifa. Okay, kitu cha kwanza ambacho ningependekeza ninge ni the way how we design our higher learning uh, institution programs hapa the way the programs are organized they are organized in the way they prepare students for a very specific task kama unatakiwa uand, uand, uandaliwa kwenda academician uta, kuna kuna a lot of laboratories research labs ambazo watu wanaweza kufanyaje? mm-hmm. wakati waka integrate direct kwenye kujifunza. Kwa hiyo the way masters hapa, mtu kama anataka adventure uh, aingie katika nani katika katika, katika elimu zaidi, atafanya internship yake katika nini one of the research labs, na pia kuna masters ambazo they are uh, designed ku zinaitwa professional masters ni ambao zinamwandaa mtu kuingia katika soko la kazi. Kwa hiyo katika hizo masters kuna normal professors, normal lecturers ambao watakuwa wanafundisha ila pia kuna watu ambao wanatoka from the market. Kwa hiyo if you are software engineer kuna software engineer ambaye yeye sio mwalimu by default ila anafanya kazi na pro, na, na kampuni fulani atakuja atafundisha one of the causes mm. Atakuja atasimamia one of the project the way kwamba mwanafunzi anakuwa immersed kwenye what is going to face akianza kazi hata akiwa hata akiwa wachuo. Na hizo pia pia internship programs, ni kwamba wametengeneza a system ambazo makampuni ambayo atawapokea wanafunzi ambao wanamalizia internship internship program yao kwanza yanatakiwa kuwalipa wanafunzi kile kitu kinachoweza kuwafanya waweze kufika kwenye hizo internship na mm. pia waweze kula na kuwa katika a good, uh, condition kufanyaje kufu, kufu, kufuatilia hiyo internship yeah. so, so, na pia hiyo makampuni yanapata advantage fulani, labda kuna upunguzo fulani nao linalotokea katika ku kulipa kodi, kulipa kodi mm -hmm. Kwa hiyo kuna collaboration inayofanywa kati ya universities government and companies in such a way they they fulfill the process of training the future workers. Kwa hiyo kwamba the fact kwamba master zetu zote zinaishia katika dissertation, too much uh, theoretical way. I think that the thing ambayo inatakiwa iwe na change kwamba makampuni apewe incentive ya kuwapokea wanafunzi waje kujifunza, na pia makampuni ya change culture. Kwa nchi kama kama zetu, kwamba mtu akija kwa internship, sio mtu wa kutuma kwenda kufanyaje, kununua mandazi, kununua chapati, awe anafanyishwa kazi manake, kule ukiingia kama as an intern, mm. kuna a mentor ambaye anakupa the real actual work as if you are about to start a work on a real working environment